Masomo ya Misa, Dominika ya ishirini na nane, kipindi cha kawaida, mwaka cha. Somo katika kitabu cha pili cha Wafalme. Siku zile, Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Aramu alishuka akajizamisha katika Yordani mara saba kadri ya neno la Elisha mtu wa Mungu. Mara nyama ya mwili wake ikarudi kuwa kama nyama ya mwili wa mtoto mdogo, akawa ameponywa ukoma. Hapo akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na msafara wake wote. Alipofika akasimama mbele yake na kusema, sasa nimetambua kuwa hakuna Mungu duniani kote ila katika Israeli. Basi nakusihi upokee zawadi ya mtumishi wako kama aishivyo Bwana ninayemtumikia, sitapokea kitu, akajibu Elisha. Naamani akamshurutisha, lakini yeye alizidi kukataa. Naamani akasema, kama umekataa, basi mruhusu mtumishi wako achukue udongo kadri ya mzigo wa nyumbu wawili, kwa maana mtumishi wako hatatolea tena miungu wengine sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu isipokuwa kwa Bwana peke yake. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Kiitikio: Bwana ameifunua haki yake mbele ya macho ya mataifa. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana amefanya mambo ya ajabu. Mkono wake wa kuume na mkono wake mtakatifu umemletea ushindi. Bwana ameifunua haki yake mbele ya macho ya mataifa. Bwana ameujulisha ushindi wake mbele ya macho ya mataifa. Ameifunua haki yake. Amekumbuka wema na uaminifu wake kwa nyumba ya Israeli. Bwana ameifunua haki yake mbele ya macho ya mataifa. Miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Bwana wetu. Mshangilieni Bwana nchi yote, pigeni kelele za furaha, imbeni zaburi. Bwana ameifunua haki yake mbele ya macho ya mataifa. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo kwa Timotheo. Mpendwa, kumbuka ya kuwa Yesu Kristo wa ukoo wa Daudi amefufuka katika wafu, kadri ya injili yangu. Kwa ajili yake navumilia mateso, hata nikifungwa minyororo kama mvunja sheria, neno la Mungu halifungwi. Kwa hiyo navumilia yote kwa ajili ya wateule, ili nao wapate wokovu katika Kristo Yesu, ndiyo utukufu wa milele. Neno hili linasadikika tukifa pamoja na Kristo, tutaishi pia pamoja naye; tukivumilia pamoja naye, tutatawala pamoja naye; tukimkana yeye, atatukana. Hata tukiacha kumwamini, yeye ni mwaminifu daima, kwani hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya. Fanyeni shukrani katika yote hayo, ndiyo atakayo Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Aleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule, Yesu alikuwa njiani kwenda Yerusalemu, alipita kati ya Samaria na Galilaya. Alipoingia kijiji kimoja watu kumi wenye ukoma walikutana naye, wakasimama mbali kidogo, wakapaza sauti wakasema, Yesu Mwalimu, utuhurumie. Alipowaona akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Basi walipokuwa wanakwenda walitakasika. Mmoja wao alipoona ameponywa, akarudi akimtukuza Mungu kwa sauti kubwa Akamwangukia kifudifudi miguuni pake akamshukuru; naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akasema, Je, si wote kumi waliotakaswa? Wale tisa wako wapi? Hakupatikana mtu aliyerudi kumpa Mungu tukufu ila mgeni huyu. Akamwambia, Simama, nenda zako. Imani yako imekuponya. Injili ya Bwana.